Vijana au mabinti wanapenda kurahisisha maisha, kwa sababu hawakubali kulipa gharama. Lazima, ili liwe agano, ili liwe agano la umilele na lidumu, lazima tukubali kulipa gharama. Gharama haikwepeki, gharama haikimbiwi, gharama aiepukiki kwa namna yoyote. Iwe umetangulia, iwe hujatangulia, lakini gharama ni lazima. Tumedumu kwenye uchumba zaidi ya miaka mitatu, mpaka leo limetimia, lakini nilikubali kulipa gharama. Nilikubali ku... kuishi toba na shukrani na kila kitu kilichokusudiwa ndio kimetokea leo. Nishene, nishene, nishene, nishene, leo.

kufunga agano ambayo ni ndoa, ni kipekee zaidi. Napenda kushukuru jamii baba Alisi, Alisi, na moja Alisi na uzao wa Alisi watekeza sauti ya Alisi kwa ajili ya lango la leo. Pia napenda kushukuru kwa ajili ya kichwa nilimpata ambaye ni utulivu wa Alisi lakini pia napenda kushukuru kwa ajili ya lango ambalo tuliwahi kukutana hapo awali, ambalo tulikutana utajirishoni katika mkoa wa Pwani, lakini leo ndio imekuwa kilele cha agano hili. Napenda kumshukuru sana sana sana muumba wa yote vyote na wote kwa ajili ya lango la leo. Muumba ndio kila kitu. Muumba ndo amefanikisha hili litokee leo, chanzo halisi ndo kila kitu. Na lengo kubwa la kuwa kichwa na kanisa ambaye ni mwanamke na mwanaume ni kusudi la muumba. Tutarajie maisha ya umilele yenye furaha, amani, kicheko, mashangilio na agano lenye utajiri udumu. Napenda kuwashauri vijana na mabinti ambao ni bado wanafikia kwenye hii hatua Jambo la kusudi zaidi ni kusubiri majira. Majira ndiyo kila kitu, pia tamaa siyo kitu. Tamaa ni ya muda mfupi, lakini majira ni ya umilele wote. Kwa hiyo ukiwa kama binti au kijana, majira na muda ni sahihi na sio wa kuchelewa. Chanzo halisi awai wala achelewe, pia aamkie um, alipolalia na al alalii aliposhindia maisha ya agano ama ndoa ni maisha ya umilele ambayo kila, kila, kila mtu au kila jamii, mabinti, vijana, wanatamani kufikia kilele kama nilichofikia leo. Lakini pia mm, shukrani na kumtanguliza muumba ndo kila kitu, lakini pia watarajie jambo jema ambalo agano tulioingia leo ni agano la utajiri la umilele wote pasipo vikwazo, lakini pia tunapenda kusema kwamba ili liwe agano, ili liwe lidumu, lazima tuishi toba na shukrani, kwa sababu muumba wetu amesema usibishane wala usigombane, kwa sababu sisi tume, tunaishi moyo wote, tunaishi moyo na, ili tuishi moyo lazima tuishi toba na shukrani kwa hiyo hekima ya muumba na unyenyekevu ndo agano lenyewe. Vijana au mabinti wanapenda kurahisisha maisha, kwa sababu hawakubali kulipa gharama. Lazima, ili liwe agano, ili liwe agano la umilele na lidumu, lazima tukubali kulipa gharama. Gharama haikwepeki, gharama haikimbiwi, gharama aiepukiki kwa namna yoyote iwe umetangulia iwe hujatangulia, lakini gharama ni lazima. Lakini pia nipende kumshukuru Muumba kwa sababu katika agano hili mpaka limefika kilele cha leo hii, tumedumu kwenye uchumba zaidi ya miaka mitatu, mpaka leo limetimia. Lakini nilikubali kulipa gharama, nilikubali ku, kuishi toba na shukrani na kila kitu kilichokusudiwa ndio kimetokea leo na napenda kushukuru uzao wote watekeleza sauti wote safu zote zilizopo mahali hapa zinazonisikiliza kwamba gharama haiepukiki. Maisha ya shortcut ni ya muda mfupi, lakini maisha ya kulipa gharama ni ya umilele wote. Naitwa Utulivu halisi. Napenda kumshukuru muumba kwa lango la leo, lango na ambalo nimefunga agano, nimepata kanisa langu ambayo sio mchezo, ilikuwa sio kazi nyepesi, ila kwa Muumba mambo yote yanawezekana. Napenda kumtukuza chanzo na Nsigwa Furaha sana sana sana sana n sana. Safari ilikuwa sio nyepesi kwa kweli, nilikutana naye kanisani yani utajirishoni kazungumza naye Muumba mwenyewe akanipa yeye mwenyewe, sio kwa akili zangu, ila kwa sababu ni kusudi ni wa kwangu, ndo maana akawa wa kwangu. Mpaka leo tumepita kwenye mabonde, kwenye milima, lakini tukawa pamoja, mpaka leo tumekuwa moja. Ukweli watarajie furaha, amani na utajiri, na itakuwa ni familia ambayo ni mfano wa kuigwa na familia ambayo kila jamii watajifunza kwetu, kupitia Muumba, kwa sababu tunaenda kuishi kwa akili ya Muumba, sio akili ya yoyote Zidi kupendana na kupendana ili tuwe moja, tuweze kufanya uzalishaji na jamii iwe kwetu, najifunza kwetu. Namshukuru muumba kwa kuwa pacha yangu amefuata nyayo zangu. elfu mbili na ishirini niliingia kwenye agano kama yeye, lakini mpaka leo, miaka mitano, na yeye ameingia kwayo. Ni baraka kwenye familia na kanisa pia. Mimi ninachotaka niwashauri kwamba Muumba huwa lazima ukubali kuishi kwenye kanuni. Kwa kama unataka kufanikiwa, lazima ukae kwenye kanuni Muumba uweze kukubariki. Ukiwa single au ukiwa peke yako, lazima uolewe au uoe, lakini lazima ufahamu hakuna kitu kizuri ambacho hakina gharama. Kwa hiyo nakusii, kijana au binti, usikwepe gharama, hakikisha unafunga agano muumba anapata heshima na familia inapata heshima pia. Warumu harusi, nawaambia wasimwache chanzo halisi. Chanzo halisi awe namba moja, lakini nawashauri wasiache ibada, wasiache kumpenda Baba halisi, wasichoke kumpenda chanzo halisi. Nawatakia safari njema yenye mafanikio makubwa.